Niwapongeze kwa dhati kwa kazi kubwa na ya kizalendo mnaoifanya, kila siku Halotel, ya kutoa huduma za mawasiliano kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma. Kampuni yenu na juhudi zenu zina mchango mkubwa katika kuleta maendeleo katika mkoa wetu wa Ruvuma na kupelekea kukuza pato la taifa na kuboresha maisha ya wananchi wa mkoa wa Ruvuma kwa kupata huduma bora zaidi na leo mnatuthibitishia hilo mnapoenda kuzindua Halotel 5G Lele. Vile vile nawapongeza viongozi wote wa kampuni ya Halotel mkoa wa Ruvuma na Kanda kutambua umuhimu wa wananchi wa mkoa wa Ruvuma na kuamua kuboresha huduma zilizo bora zaidi na kuwa wabunifu katika kuhakikisha kampuni yenu inaweza kukua zaidi na kutoa huduma zilizo bora. Aidha, nitumie fursa hii pia kwa hasa kuendelea kuboresha huduma zaidi katika mkoa wetu, kwa kupeleka huduma zenu katika maeneo ambayo hayafikiki kabisa na huduma hizi, ili kuweza kuwarahisishia wananchi mawasiliano na kupata huduma za kifedha kupitia simu za mkononi na huduma nyinginezo. Kwa niaba ya serikali, tena napenda kuwajulisha kwamba tunaendelea kushirikiana pamoja nanyi katika shughuli zote za kimaendeleo, kuboresha huduma za kimtandao katika mkoa wetu na pia leo umenialika kuzindua huduma ya internet ya 5G ambayo ni huduma kubwa sana katika kurahisisha mawasiliano. Hivyo basi, kupitia kampuni yenu tunaomba iendelee kuwa ya mfano kwa kupeleka huduma za intaneti katika shule mbalimbali zilizopo katika mkoa wetu, ili kuwawezesha wanafunzi waweze kupata elimu kupitia e-learning. Nchi yetu imeamua kujipambanua katika kukuza uchumi, hivyo kuwa na intaneti zenye kasi, haya ni mama ambayo amefurahishwa kwa kuona maendeleo katika mkoa wa Ruvuma kupitia huduma hii ya 5G. Hii inaonyesha nguvu ya teknolojia inavyoungwa mkono na idadi kubwa ya watu na vile wanavyoendelea kuthamini umuhimu wa teknolojia. Kupitia uzinduzi huu, tunategemea kasi mpya mtandao wa Halotel ambayo mtatoa fursa mpya katika mkoa wetu katika swala la elimu, biashara, kuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, wa kikundi na mkoa wa kwa ujumla. Hivyo kupitia kasi hii ambayo mmesema ina uimara ulioboreshwa, kuna pengelea ya huduma itawezesha fursa mpya katika sekta nilizozitaja: elimu, afya, kilimo, biashara na huduma nyingine ya kijamii. Kwa kuwa mkoa wetu ni mkoa wa kilimo, Halotel 5G kwanza hii inawezesha kupata taarifa kwa haraka. Sifa hizi zinajumuisha hali ya hewa, masoko, lakini pia utaalamu wa kilimo kutoka kwa watu mbalimbali hapo. Pia Halotel 5G inaweza kuendeleza katika kilimo cha kisasa, wataalamu wanaita agro business, ambacho kinapunguza gharama za kilimo.